Nakuinginekwa kule Trans Nzoia. Licha ya kujipatia umaarufu kutokana na uimbaji, mzee Peter Wanundu amekuwa akiishi maisha ya uchochole kwenye nyumba ya kukodi na hata kwa wakati mmoja mabati ya nyumba aliyokuwa anaishi yaling'olewa kwa kushindwa kulipa kodi, hatua iliyowalazimu wa Samaria wema kuingilia kati kumwondolea aibu hiyo. Huyu hapa Mike Msikoyo. Tunakutana na mzee Peter Wanundu nyumbani kwake katika soko la Kiminini. Msanii huyu ni mzee ambaye licha ya kuwa na ulemavu wa macho baada anaendelea kudhihirisha weledi wake kwenye uimbaji kazi aliyoanza mwaka 1962 na kulingana naye imempa umaarufu wa aina yake Alianza kuimba mwaka wa 1962. Nikiwa na miaka kumi na moja. Lakini kufanya kazi ilikuwa 1972 ndio nikaenda tukaanza kufanya kazi kwa vilabu, kuperform tu kwa vilabu. Yenye mimi najivunia kwa sababu hii hii imenilea mimi, imenilea mimi tena. Hii ndio ime, imelea pia, pia na mke wangu imelea pia na watoto wangu. Licha umaarufu huu, anasema kwa sasa hana la mno la kujivunia, kwani amelazimika kuishi maisha ya kutamausha na kutegemea msaada kutoka kwa watu. Kutokana na kasi yangu imenipa jina kubwa sana, jina yenye kasi yangu imenishanipa na mimi mwenyewe jina lime jina limenuliwa na mimi mwenyewe sijainuliwa, kwa sababu familia yangu imeshakwama, mimi nimeshakwama kwa sababu watoto wangu pia wana, wana rendi nyumba mi na rendi nyumba. Anasema hali hii imechangiwa pakubwa na watu waliomtumia wakati wa kung'aa kwake na baada ya uhuni huo wakamwacha akiwa hohehahe. Tulikuwa tuna rekodi nyimbo, lakini maproducers ndio alikuwa na benefit. Sasa sisi hatukupata kufanikiwa na mambo yetu vile natakana ikue. Ngikuwa tu malipo yangu ya, ya, ya, ya kawaida vile hata karekodi zangu ni kirekodi nnalipwa na pesa zangu kama kawaida. Na tena rekodi zangu ninazipata nina, nina nini royalty zangu kama kawaida. Hata hivyo huenda masaibu yake akasaidia ya kumbukumbu tu na hii ni baada ya kupata ufadhili wa nyumba na kipande cha ardhi kutoka wakfu wa George natembea. But Wanundu ni, ni mwanamziki mwenye haoni na a, awezi jitafutia. Ni bibi yake tu, na huyo bibi yake anauza miwa na anauza njugu. So Wanundu anakualify kununuliwa shamba na jengewa na foundation kwa sababu hana chochote, hakuna kazi anafanya. Nina furaha ya achabu na tena ninaomba Mungu asushe tu nyota zote zishukie Kava kavana wangu, huyo ndio King George, ambaye ameniokoa amenitoa kwa aibu kwa kwa, kwa, kwa na ameniweka pale pafuraha, kulingana na karo Mkenya ambaye ni mwanachama wa Kufuo. Kufikia sasa wamejenga nyumba sita huku wakiwalipia wanafunzi zaidi ya ishirini karo kama hatua ya kuinua maisha yao. So far tuseme upande wa elimu, sisi tumesaidia watoto more than 20. Tuko na watoto secondary schools, tuko na universities alafu pia kuna primary wa wale watu wenye wako chini kabisa. Mike Mskoyo, West TV, kutoka wadi ya Kiminin, eneo bunge la Kiminin, county ya Trans Nzoia.